Arsenal hawezi kuwa bingwa wa Premier msimu huu, mimi na sababu za kusema kwa nini Arsenal hawezi kuwa bingwa wa Premier. Unajua, tangu kuanza kwa Premier, timu zote za EPL lazima timu inakuwa ina star ambaye anaibeba timu wakati wowote, hata wakati timu inakuwa na mwendelezo mbaya ama inakuwa kwenye wakati mbaya, yule anakuwa ndio mtu ambaye anaibeba timu mabegani mwake. Tutachukulia mfano Man City wakati anachukua ubingwa na Haaland, tuliona shughuli ya Haaland vizuri, lakini tutarudi nyuma kwa Chelsea, alikuwa na Eden Hazard. Tuende kwa Manchester United, mara ya mwisho wakati anachukua ubingwa, alikuwa na Robin van Persie, lakini pia tutakumbuka mara nyingine kuwa kuna Cristiano Ronaldo. Tutaenda kwa Leicester City, wakati pia anachukua Premier alikuwa na Riyad Mahrez. Utaona yani, huyo ni sta wa timu ambaye anaweza akaibeba timu katika wakati wowote. Sasa tukija kwa Arsenal wachezaji wa Arsenal wale wanaocheza eneo la mbele wote hakuna, yani eh, mchezaji ambaye sasa hivi unaweza ukasema ni star ambaye anaweza akaibeba timu. Hata ikitokea ligi ikaisha leo tukasema tupange, uh, kikosi bora cha msimu cha Premier, mimi na uhakika kwenye ile safu ya mbele ile wachezaji wanne wa nino, mbele hivi Hakuna mchezaji wa Arsenal ambaye ataingia. Uwezo kamweka Ilian Haaland nje. Uwezo kamwacha mtu kama Anthony Semenyo. Uwezo kamwacha mchezaji kama Chak wa Man City, Foden, kuna Gakpo. Kuna Mohamed Kudus. Utamchukua pe, uh, utamchukua Joao Pedro wa Chelsea. Alafu kuna mchezaji kama Calvert Lewin. Hivi kweli kwenye ile wachezaji wanne pale mbele Arsenal, katika hao wachezaji ambao nimekutajia, kuna mchezaji ataingia hapo? lakini pia hapo bado sijamweka Brian Mbeumo wa Manchester United. Tazama tu, yaani katika ile wachezaji wa nne, unajua wachezaji wengi wa Arsenal hata namba zao kwa msimu huu. Mwangalie tu mchezaji kama Bukayo Saka, amecheza mechi 13 katika mashindano yote, hajafunga goli hata moja. Yokeres kwenye mechi 11 za Premier, kwenye magoli ya kawaida hajafunga goli hata moja, tofauti na lile goli la penalty alifunga kwenye mechi dhidi ya Everton. Hiyo ni safu ya ushambuliaji Arsenal no? Lakini utamchukua mchezaji kama Madweke amecheza mechi ishirini na tano za Premier ana goli hata hili moja. Madweke huyo, mchukue Matineli mechi kumi na tatu za Premier hana goli hata moja, lakini pia kuna Trossard <laughs> mechi kumi na tatu katika mashindano yote amefunga goli hili moja. Hakuna timu ambayo yaani ni title contender ikawa na wachezaji wa namna hiyo Saa so, wanaongoza ligi tukatai, lakini angalia yani, waangalia tu wachezaji mfano, kama klabu kama Man City liva